Karibuni tena katika tafakuri zetu, na tafakari hii inasema Rozari kama sala ya tafakuri, au Rozari sala ya tafakari. Mwezi wa kumi umewekwa rasmi na kanisa kama mwezi wa Rozari, na huu ndio mwezi wa kumi sasa. Tafakari hii inaanza wakati tunatafakari inayoendelea ya maagano ya kujitenga. Sasa wengi wa wasomaji wetu walitufuata inbox na kutuuliza, je, itakuwaje? Mara kila mwaka tunatafakarisha kuhusu mwezi huu wa Rozari, na hivyo wengi wakashauri tusiache kutafakari juu ya Rozari. Sasa hilo kwa kweli tumelikubali kutokana na umuhimu wa kipindi hiki, lakini pia wakashauri ikiwezekana tuendelee pia na tafakari ya maagano ya kujitenga. Tumeshukuru sana kwa ushauri huo, ijapo tunajua ni kazi ngumu, ukizingatia pia tuna majukumu ya kikazi na mambo mengineyo, ila tutajitahidi pale itakapowezekana badala ya kusema haiwezekani. Pia tungewaomba msisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Maarifa ya Neno, inaitwa Maarifa ya Neno, ili usipitwe na tafakari yoyote ambayo tutakuwa tunaendelea kuzishirikisha kila tafakuri mpya ikiwekwa. Nadhani hilo ni jambo zuri, endapo kama unapenda kufuatana nasi katika matoleo mbalimbali tunayoyaweka kwenye chaneli hii. Sasa turudi kwenye tafakuri yetu ya Rozari kama sala ya tafakuri tunasema, Rozari, sala ya tafakuri au sala ya tafakari. Ijapokuwa sala ya Rozari inasaliwa wakati wowote wa ule, lakini katika mwezi wa kumi sala ya Rozari imepewa umuhimu mkubwa. Waamini wengi wanatenga muda kila siku kusali Rozari mwezi huu na wanasali kwa pamoja katika jumuiya zao, familia zao, makundi makubwa na madogo na hata watu binafsi. Lakini pamoja na umuhimu wa hii sala, sala ya Rozari imekuwa ikipingwa sana na wapinzani wa nje ya kanisa na hata baadhi ya watu ndani ya kanisa. Kuna sababu kadhaa zinazotolewa kupinga umuhimu wa sala hii na ndiyo maana tumeona tuchukue jukumu la kuielezea katika kipindi hiki ambacho tunakiita ni mwezi wa Rozari. Kama tulivyoona, rozari haisaliwi tu kipindi cha mwezi wa kumi ambacho ndicho tunachokiita mwezi wa rozari. Rozari inasaliwa wakati wowote wa saa yoyote na mahali popote. Tungesema Rozari ni sala ya kila mara. Kwa hiyo kipindi hiki ambacho ni mwezi wa Rozari ni muhimu vilevile vile kwetu sisi kutafakari na kuelewa maana ya umuhimu wa Rozari ili kwamba iwe ni sala endelezi, sio tu ya kipindi cha mwezi wa kumi. Vilevile vile, kuna wale watu ambao wanauliza maswali kipindi hiki na wanatufuatilia wakati tunapokuwa bize kusali katika kipindi hiki cha mwezi wa Rozari, kumbe ni nafasi na wao wapate kutambua umuhimu wa sala hii ya Rozari. Kuna wale wanaodai kuwa sala ya rozari ni maombi kwa Bikira Maria. Hawa wanaosema hivyo ni kwamba wanadhani kusali sala ya rozari ni kumfanyia ibada ya kumtukuza au kumwabudu mama yetu kipenzi Bikira Maria, kinyume na amri za Mungu za kumwabudu yeye Mungu peke, Kutoka ishirini mstari um, ule wa tatu. Lakini swali tunalojiuliza, je, hilo ni kweli? Alafu pia tunaona sala ya rozari ni sala ya marudiorudio ya salamu ya malaika kwa bikira Maria. Utaona katika punje 59 za rozari punje tatu zinatumika kusali salamu ya malaika kwa Maria, maana yake salamu hii inarudiwa mara hamsini na tatu kukamilisha sala nzima ya rozari. Sasa basi, baadhi ya watu wanao, wanaona kuwa kusali hivyo ni kinyume na mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyosema, nanyi mkiwa katika kusali msipayukepayuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamwomba. Na hii inapatikana katika Mathayo sita mstari wa saba mpaka ule wa nane. Sasa basi je, ni kweli kuwa rosari ni sala inayorudiwa rudiwa bila sababu na ni makosa kufanya hivyo? Sasa, kama tulivyoona hapo kabla, sala ya Rozari mara nyingi husaliwa kwa kutumia kifaa kiitwacho rozari. Rozari ya Kikatoliki inayotumika katika sala ya Rozari kikawaida inakuwa na punje hamsini na tisa na msalaba hapa tunasema rozari ya kikatoliki maana kuna baadhi ya madhehebu mengine ambayo nayo pia yanatumia rozari. Punje hizi zimegawanyika katika mafungu matano ya punje kumi kumi yanayotenganishwa na punje kubwa nne na fungu moja la punje ndogo tatu zinazotengwa na punje kubwa mbili. Sasa wapinzani wa sala ya rozari wanaona kifaa hiki cha sala, yaani rozari ni kama hirizi au kinyago na hudai sala ya rozari ni ibada ya sanamu. Sasa je, ni kweli kuwa rozari ni kama hirizi au kinyago na kuitumia katika sala? Je, ni makosa? Bahati mbaya, baadhi ya waamini wanaposikia shutuma hizi wanakuwa na mashaka na hata kushindwa kuisali sala hii muhimu. Biblia inasema Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa Hosea nne mstari wa sita. Basi katika tafakuri yetu ya kipindi hiki cha Rozari, tutatafakari kwa undani na kuyajibu mashaka haya na kuonyesha jinsi sala ya rozari ilivyo na umuhimu mkubwa. Basi karibuni tufuatane katika tafakuri hii. Asanteni.